Matayarisho ya mbio za nyika za Chepsaita makala ya tatu yameng'oa nanga rasmi katika kaunti ya Uasin Gishu. Kufikia sasa wanariadha elfu tano tayari wamejisajili kushiriki mashindano hayo yatakayofanyika tarehe 6 mwezi Desemba. John Wanyama anakinacha taarifa hiyo. Wadogo kwa wakubwa tayari wamejitokeza na kujisajili kwa mbio za kimataifa za nyika za Chepsaita, eneo la Tarbo, kaunti ya Uasin Gishu. Tulipofika tuliwapata watoto hawa kwenye foleni wakijiandikisha kushiriki mbio hizo. The registration for the elite has been going on very well we have now uh, the total numbers is approaching 4000 and I'm sure that by the time that uh, uh, the registration is closed we are going to meet or surpass uh, the target that we have. We have, um, to 00 Mbio za mwaka huu zinalenga kuchangisha zaidi ya shilingi milioni ishirini za kuwalipia wanafunzi wa shule mbalimbali wasiojiweza. 20 schools already we have already received the money and every school will be receiving 1 million 100 students per school and therefore the benefits will be uh, immense for this community. Kwa sababu watoto wengi wamekuwa wamekoa kikaa nyumbani. Wengi wanaenda sasa shuleni na hiyo imeleta manufaa sana katika kichichi hii ya Chepsaita. Mkurugenzi mkuu wa mbio hizo, Barnaba Korira, amesema pesa za wale wa watakaoshinda mbio hizo zimeongezwa hadi shilingi 1750 hii ikiwa ni kitita cha juu zaidi kwa washindi ulimwenguni. We have uh, the, the prices that you cannot compare anywhere in the world

maji tena, tumepata maji. Tulikuwa tukiteseka maji, tunaenda mtoni mbali sana. Korira amefichua kuwa mataifa zaidi ya ishirini tayari yameonyesha nia ya kushiriki mbio za Chepsaita mwaka huu. John Wanyama, Runinga ya Citizen, kaunti ya Uasin Gishu.